Shemasi Samuel Renad Werema ambayo ni shemasi inayotumika ndani ya daisi hii ya Tanga. Mwaka huu mwaka 2025 daisi yetu inatimiza miaka 25. Lakini inapotimiza miaka 25 ni, ni ni, ni, ni muda mrefu tunaendelea kuepo ndani ya daisi hii, inaendelea kufanya mambo mengi, mambo mengi yanaendelea kuonekana ndani ya daisi yetu na mwaka huu tunapoendelea kuingia katika azimisho la miaka ishirini na tano tunapoadhimisha miaka ishirini na tano kwenye dayosisi yetu, tunayo matembezi ya msalaba ambao kila mwaka yanafanyika, na mwaka huu yapo na anaendelea kufanyika, na wanaendelea kufanya vizuri sana. Watu wa kada mbalimbali, watoto, vijana, wazee, tunashiriki kwa pamoja, na na faida nyingi matembezi yale, kwa maana kwanza ni afya ya kujenga mwili, lakini pia tunamhubiri Kristo kwa njia ya matembezi ya msalaba. Mwaka huu mimi Shemasi Samuel Ronald Werema nitaendelea kuwepo katika matembezi yale ya msalaba. Nikualike na wewe mtazamaji, unaendelea kunitizama sasa, nawe ukaribie katika matembezi haya ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Matembezi yetu mwaka huu kauli yetu mbiu tunasema njoo Magila na wewe we, utaona. Kwa hiyo na nami nakukaribisha na wewe uje Magila uone yale, yani, tunaendelea kuyaona na ukuu wa Mungu unavyoendelea kufanyika ndani ya dayosisi yetu. Mungu akubariki uweze kujumuika nasi tukapate kuona ukuu wa Mungu.